Hivyo mwanamume anachukuliaje? Yaani kwa mfano unanichukuliaje? Unaniona mimi kama nani? Tuko na miaka kumi kwenye ndoa. Nimeangalia simu yako sipati message ya mwanamke. Hakuna mwanamke anakupigia. Wewe unanichukuliaje? Eh? Yaani siumi. Sasa sikia nikwambie. Mi mimi siishi na zombi au niambie kama wewe ni zombi. Eh? Watu huko wanajua, watu wanakunywa sumu, watu wanajitupa mbarini. Eh? Mimi niko tu na furaha. Sasa sikia nikwambie. Mi au mimi naishi na zombi. Mimi nataka unicheat. Nataka unichiti nipate ile furaha ya kuchitiwa. Nataka nijisikie kama wanawake wengine duniani, nifurahie, nifurahie kuchitiwa, nijue niko na mwanaume kamili. Nisikize kwa makini. Mimi nakupenda, nakujali, nakuheshimu. Nakueshimu gani? Sijui wewe unasema, mimi unataka nikuchiti? Hey, nataka unichiti nifurahie maisha. Kwa hivyo unataka mimi nikuchiti? Nataka unichiti mwanamume kamili anachiti. Ah, kwa hiyo unataka mimi nikuchiti? Nataka unichiti nifurahie kuwa duniani. Nataka unichiti eh, na nifurahisha furahisha hapa, kama katuni. Nataka unichiti. Kwa hiyo unataka mimi nikuchiti? Nataka unichiti. Sawa, umeanzisha, acha mimi nimalize. Nataka unichiti.